Mfanyabiashara George Gathu aliyeuawa kwa kupigwa risasi na afisa wa polisi mjini Karatina siku kumi zilizopita amezikwa nyumbani kwao eneo bunge la Mathira kaunti ya Nyeri, huku kilio cha haki kwa familia yake kikisheheni. Kwenye mazishi hayo yaliyojawa huzuni na majonzi, jamaa, marafiki na wafanyabiashara wenza wameimulika tena idara ya polisi kwa utovu wa nidhamu kati ya maafisa wake waliomzunguka Uh, wakimtaka afisa wa polisi anayedaiwa kumpiga risasi George kufunguliwa mashtaka ya mauaji. Marehemu amekumbukwa kwa ukarimu, ucheshi na weledi wake kwenye ulingo wa biashara. You are a He he He says he's a God of ages. I I know know shall revenge. He shall revenge for us. And I know very soon he's going to wipe away our tears. George Gathu, it's it's not over till it's over. till Justice kwa George ni lazima. Sababu no. huyo askari anajulikana ni wa hapa Karatina, amefungwa, amewekwa ndani. Apelekwe kotini afunguliwe mashtaka ya mada.